Ndugu zangu, habari za asubuhi. Kipekee niwakaribishe katika ukumbi wetu wa manispaa ya Kinondoni, mahali ambapo ndipo tunapoendesha shughuli zetu za halmashauri. Lakini kupitia ukumbi huu tumekuwa tukitangaza matukio mbalimbali yanayohusu pia timu yetu ya KMC FC ambayo inamilikiwa na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Leo tumewaita hapa kuwatambulisha eh, mdau wetu mwingine ambaye ameamua kwa maksudi kabisa kuishika mkono KMCFC, kuisapoti halmashauri ya manispaa ya Kinondoni ambayo inaendesha timu ya mpira ambayo nimeitaja ambayo inaendelea kushiriki kwenye ligi kuu ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mdau huyo si mwingine ni Property International Limited. Property International Limited watapata nafasi watazungumza. E, ni kampuni ambayo imekuwa ikijishughulisha na upangaji lakini, na upimaji na uuzaji wa viwanja ndani ya Tanzania kwa maana Tanzania Bara, bado hawajapata nafasi ya kuvuka kwenda Zanzibar, labda kwa sababu na kule ardhi si kubwa, lakini wako Tanzania Bara. Sisi kama halmashauri, moja ya jukumu letu la kimsingi ni kupima na kupanga vu kupanga na la kupima, lakini kazi hii hatuwezi tukifanya peke yetu. Nchi hii ni kubwa, halmashauri ni kubwa, kwa hiyo Property International Limited inafanya pia kazi hizi kwa niaba ya Halmashauri, wanapima, wanapanga na kuuza viwanja. Sasa ndugu hawa wa Property International, katika kazi hiyo wanaifanya wakasema ni kazi ya faida. Sasa na wao kile kidogo wanachokipata wakirudishe kwa kuendeleza soka la Tanzania na kwa kuwa wako Dar es Salaam wapo Kinondoni wakasema waisaidie KMC FC. Kwa hiyo nawatambulisha rasmi kwenu kwamba ni miongoni mwa tunaowadhamini wanaotusaidia kwenye, kwenye ligi, tunashirikiana nao kina, kina, kina, kina, kina, nani, Meridian na wengineo, lakini na wenyewe wakasema waje waunganishe nguvu. Kwa hiyo leo hapa tutafanya ile seremoni yetu ya kuwatambulisha rasmi, mjua kwamba na wao ni miongoni mwa washiriki katika kutudhamini timu yetu ya KMC inayoshiriki ligi kuu. Na katika huo udhamini uko wa maeneo mawili, udhamini wa kwanza ni wa fedha taslimu, si nitazisema hapa, lakini si fedha ndogo. Sisi tunasema hakuna kidogo unachokipata, kila unachokipata kinakusaidia. Timu inahitaji kusafiri, timu inahitaji malazi, timu inahitaji chakula ikiwa hapa Dar es Salaam, na hata inapokwenda nje ya Dar es Salaam. Zote hizo ni gharama ambazo timu yetu ni lazima iziingie. Kwa hiyo wanapojitokeza watu kama Property International wanasema, na sisi tunataka tuwe sehemu ya kuchangia gharama, wanatusaidia pia kupunguza kile ambacho kinakusanywa kwa ajili ya maendeleo ya halmashauri ambayo yanakwenda kwa wananchi wote, tunakipeleka huko, sasa kinapungua wale wanachukili wanachokileta kinatusaidia na sisi kuweza kusukuma maendeleo ya timu yetu. Lakini jambo lingine ukiacha hiyo keshi ambayo wataitoa ambayo itasaidia kuweka kwenye gharama watakuwa wana, wana sisi hapa kila mwezi huwa tuna, tuna mchezaji mwenye nidhamu mchezaji bora wao. Sasa na wenyewe wamesema watakuwa wana package ya kumpa mchezaji wetu bora ambayo tutakuwa tunamteua kila mwezi sio chini ya shilingi milioni moja milioni moja, si pesa ndogo, ni pesa kubwa tu, ni zaidi ya mshahara wa mfanyakazi wa serikali au wa taasisi binafsi. Sasa mchezaji atakayekuwa anafanya vizuri, atakayekuwa anateuliwa na sisi, kila mwezi huwa tunawateua, lakini tunawapa certificate za ku recognize. Sasa ile certificate bila mshiko, wakati mwingine inakuwa hainogi. Kwa hiyo wenzetu hawa Property International leo wanatuambia watakuwa wanatoa milioni moja kila mwezi na mkataba huu wa kutoa hiyo milioni moja na hicho kitita kingine cha kusaidia uendeshaji wa timu utakuwa ni mkataba utakaodumu kwa kipindi cha mwaka mmoja. Kwa hiyo hii inaendelea kutupa fursa sisi kama viongozi, inawapa fursa ya watendaji, lakini na wachezaji vile vile, kuwamotisha kuhakikisha tunasalia kwenye ligi kuu. KMC iko kwenye nafasi ngumu kidogo, sisemi ni kwa sababu ligi ya mwaka huu imekuwa na ushindani mkubwa, na ninarudia kusema, KMC tulitetereka kidogo, lakini hatuko katika nafasi mbaya ya kutusema kwamba tutateremka daraja, bado tupo. Kwa hiyo msaada huu wa Property International unatupa nafasi ya kujipanga vizuri zaidi, ligi itakapomalizika, ili tuweze kusajili kikosi kizuri kitakachoweza kutoa ushindani kwenye msimu wa mwaka 26-27. Kwa hiyo, baada ya hayo nilitaka niaseme hayo, naomba sasa eh, MC utuelekeze kwenye hatua inayofuata, ina lakini, karibuni sana Property International. Ni mkurugenzi wa kampuni ya Property International. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutukutanisha leo hapa katika jambo letu ili avin la kusaini mkataba kati yetu na KMC FC e, katika hatua a, ya kuipeleka klabu yetu a, mbali zaidi. A, kwanza kabisa ni kwamba kama kampuni a, tuliamua kwa maksudi kushirikiana na KMC kwa sababu a, kazi yetu sisi inaendana na wao. Sisi kazi yetu kupanga na kupima, na ndio kazi ya halmashauri ya Kinondoni kwa hiyo hatukukosea kuja uh, kuungana na wenzetu kwa sababu kazi zetu za private uh, uh, partnership eh, kati ya halmashauri na, uh, na makampuni binafsi eh, kwa kushirikiana kwa pamoja imetusogeza kwa kiasi kikubwa kuweza uh, kuungana nao. Kama kampuni tunaahidi kwamba tutashirikiana uh, uh, kiukamilifu uh, ki, kabisa katika kuhakikisha klabu yetu inafanya vizuri katika michuano ijayo. Kama tunavyojua uh, pia ni win-win situation kati ya klabu na kampuni, kwa sababu michezo inapeleka sauti mbali sana. Michezo inatukutanisha kitaifa, lakini pia inatukutanisha kimataifa. Kwa hiyo tunaamini kwa kushirikiana na KMC kampuni yetu itajulikana ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo tumeanza, lakini tunaahidi Kadri tutakavyokuwa tunakwenda, tunaamini udhamini wetu utasogea zaidi, ili kuhakikisha klabu yetu inasajili wachezaji wazuri, lakini pia tunaingia katika mashindano tukiwa na nguvu mpya, ari mpya, ili kuhakikisha kwamba timu yetu inaweza kuchukua ubingwa wa Tanzania katika mwaka unaokuja. Sina zaidi ya hayo, lakini nakukaribisheni Property International aa, kwa huduma za upimaji na ununuaji wa viwanja. Asanteni sana.